Mchengelwa ameyasema hayo jijini Dar es Salaam wakati wa kongamano la wamachinga wa Kariakoo ambalo limeandaliwa na umoja huo kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa wilaya ya Ilala sambamba na maombi ya kuliomba taifa kuendelea kuwa na amani kuelekea kipindi cha uchaguzi mkuu wa raisi, wa bunge na madiwani mwaka huu wa 2025. Maelekezo yangu kwa katibu mkuu, masoko yote ya kimkakati yanayojengwa nchini waelekeze wakurugenzi wote kwa kwa amba wa halmashauri kuhakikisha kwamba wamachinga kote nchini wanapewa kipaumbele kufikiriwa katika maeneo ambako tunakwenda kujenga masoko ya kimkakati kabisa. Na katika hili, ninatambua kwamba soko letu la Kariakoo ujenzi unaendelea, ujenzi umekamilika Katibu mkuu na mkuu wa mkoa, nendeni mkakae muone mambo mawili yafuatayo. Kwanza, kufikiria uwezekano uweze wa machinga nao kuwafikiria katika eneo hayo, kwa namna mtakavyokubaliana nao, kwa namna ambavyo mtakubaliana nao. Lakini mbili, tumeona maombi hapa ya mwenyekiti wa wafanyabiashara, hebu kaeni mkifikirie kupitia soko letu la Kariakoo Angalieni uwezekano kwa mwenyekiti wa afanyabiashara na timu yake na wao wapate ofisi pale kwenye soko la, la kisasa la kimataifa la Kariakoo. Nendeni mkafikirie, mwende mkalione hilo. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amemuhakikishia waziri wa Tamisemi kuwa serikali ya mkoa huo tayari ipo katika mpango wa ujenzi wa soko kubwa ambalo litaenda kumaliza kilio cha wamachinga, huku mkuu wa wilaya Ilala Edward Mpogolo akisema watahakikisha fedha zote za mikopo zinawafikia wa machinga pamoja na wafanyabiashara wengine ili kuleta tija katika ukuaji wa uchumi. "Mheshimiwa Waziri naomba nikuthibitishie kwamba tumekwishaandika andika barua, mkurugenzi ameishughulikia, ya kueleza hayo mambo yote kwenda kwa katibu mkuu wa Wizara ya Tamisemi, aione ile concept kuhusiana na haya masoko, halafu yeye atawasilisha kwako, mwisho wa siku mweze sasa kuja kwetu tutekeleze hii adhima ya kujenga soko kubwa zuri la machinga ambalo litafanya sasa litakuwa ndio kilio chao kitakatika kita hapo, na mwisho wa siku mambo atakwenda vizuri. Mheshimiwa Waziri, tumesema kwa hapa Dar es Salaam ni muda mwafaka wa kila mmoja kujua kuchangia uchumi na machinga anasema tuanze kulipa kodi, mimi naunga mkono mno. Mheshimiwa mgeni rasmi, mafanikio ambayo tunakwenda kuwahudumia makundi kama haya wako mamalishe, tungeweza kukujazia uwanja huu wako. Bodaboda uliwakuta wale pale, tungeweza kukujazia uwanja huu wako. Watu wenye ulemavu, tungeweza kukujazia uwanja huu. Tunayafanya haya kwa sababu sisi hapa tunashirikiana vizuri sana hakuna mmoja wetu, Mheshimiwa mgeni rasmi, atakayetoka kwenda kumsema kiongozi mwenzake. Tukisema tunasema kwa ajili ya maendeleo ya hawa ndugu zetu ni kuhakikishie mheshimiwa mgeni rasmi, mimi pamoja na wenzangu hawa na wengine ambao tunawawakilisha, tutakwenda kuwahudumia makundi haya. Zile fedha ambazo tunapata kwa ajili ya mikopo, mheshimiwa mgeni rasmi, tuko tayari kwa ajili ya maelekezo, lakini zitakwenda kuwafikia. Ni kuahidi wakati mama Samia anaenda kupumzika, nusu ya watanzania hawa nusu ya wamachinga hawa wote watakuwa walipakodi wote watakuwa walipa kodi, na tumemwomba mheshimiwa Charamila pamoja na kamishna wa TRA rafiki yetu sana, tumemwomba atutengenezee utaratibu tuanze kujifunza kulipa kodi, na tuko tayari kulipa kodi. Wamachinga woye, tuko tayari kulipa kodi? hatuko tayari kulipa kodi? tuko tayari! hatuko tayari!